Kweli tuliona ipo haja na hoja ya kukaa pamoja eh, kuweza kujadili mawili matatu, hususan hili lililotukabili ya matumizi ya uwanja wetu huu wa mauzido. kwanza nichukue nafasi hii kuwapa salamu salamu ambazo zinatoka kwa, kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi. Anawapa pole sana kwa kipindi kizito ambacho tulikuwa kwenye ukarabati wa viwanja mbalimbali akusababishia tuweze kucheza lakini nje ya viwanja vyenye ubora na vyenye viwango, lakini simi uliendelea na uvumilivu, na kwa kweli ligi iliendelea. Na kupongezeni sana sana sana kwa uvumilivu wenu. Anaomba kwa mikono miwili mzipokee salamu hizi za Mheshimiwa Rais okay. badala ya hapo niseme kwamba baada ya kukamilika kwa viwanja hivi vya michezo hususan hichi cha Mao, ingawa kwa mujibu wa utaratibu za kimanunuzi kwa mujibu wa sheria zilizopo hatujakabidhiwa hichi kiwanja, kwa mapenzi mema ya mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi alisema, makabidhiano yafuate baadaye, nataka timu zangu za Zanzibar zicheze kwenye viwanja vyenye ubora na vyenye viwanja. Kwa kweli tunamshukuru sanaio isemi <laughs> kwamba hii kutumia kiwanja cha Mau sio utashi wa waziri Tabia, sio utashi wa kamishna Meri s so, akatiwa mchezo wala si mtu akajipaka damu. Ni mapenzi mema aliyonayo mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi kusema kwamba hapana, pamoja na yote lazima kwa kuanzia, japo hapo mawe ligi hii iweze kuchezwa. Kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa rais, lakini sasa, katika kukubaliwa na kuruhusiwa kutumia viwanja hivi, yako mambo mengi ambayo tunahitaji kuyajadili na tukijadili sisi juu tu kwa maana ya wizara tu peke yetu, tunaweza tusifanikiwe sana kwa sababu nyinyi ndio users muda mwingi, nyinyi ndio mtakaotumia hivi viwanja kuliko sisi. Sisi tuko kwa ajili ya kusimamia. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi zinajitokeza, nyingine mnazifahamu, pengine nyingine hamsifahamu, na nyingine zinasababishwa na nyinyi viongozi wa timu, lakini nyingine zinasababishwa na mashabiki wenu eh, pengine baadhi ya wachezaji pengine baadhi tu ya watu ambao wanakuja kama ni mashabiki au si mashabiki lakini, tukiri kwamba utumiaji wa viwanja vyetu una changamoto kubwa sana kubwa, na changamoto kubwa inatokana kwenye ez, au kuviendeleza hapo. Baada ya miaka miwili tunakuja kuamba tutengeneze tena viwanja vya mao, baada ya mwezi sita tunakuja kuamba tutengeneze tena viwanja vya mao. Na nyote ni mashahidi, Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza ametupa bajeti ya takribani bilioni arobaini na saba kutengeneza viwanja hivi vya wilaya na viwanja vingine, na bado akapigwa madongo na kila watu kwamba anapoteza pesa, anahujumu uchumi, sijui viwanja ilikuwaje ikawaje. Lakini nadhani ni wenyewe ambao mnavitumia sasa hivi, mmeona utofauti baina ya mwanzo na sasa hivi. Tumpongeze sana mheshimiwa Rais pamoja na mishale na mikuki yote ambayo anapitia kwenye mgongo wake, lakini hajarudi nyuma. Ametazama mbele, na kutazama mbele kwenyewe ni kuangalia maslahi ya wachezaji wetu kwa michezo yote, lakini kwa leo, kwa sababu ni mpira miguu, ameangalia maslahi ya wachezaji wake. Sasa nataka nikwambie hichi ni kipimo, najua ni ndoto zetu karibu sote, ligi yetu hususan fainali ya ligi kuu kuicheza katika viwanja vya New Amani Complex, sio kweli? Sasa hichi ni kipimo kwamba tunapopewa hapa mau, tutapatumiaje? Tutapatunzaje sisi kama watumiaji? Kwamba tukifuzu kuviendeleza vizuri viwanja hivi, basi tuhakikishe kwamba ligi kuu itachezwa katika viwanja vya New Aman Complex, kwa sababu ni uwanja wetu wa taifa tunajivunia huko kwenye nchi yetu, lakini lazima tuzingatie kwamba uwanja ule umetumia gharama kubwa. Kati karibu nyote, naweza kushuhudia kwamba uwanja wa Amani sasa hivi umewekwa nyasi za aina ya hybrid, nyasi mchanganyiko. Jinsi ya kuzitumia nyasi zile na jinsi ya kuzimenteni nyasi zile, wengine wataalamu hapa mambo ya mpira najua, wengine pengine hawajui. Mwenyewe ndio nimeanza kujua kwa sababu ya wizara ambayo nimewekwa. Kwa kweli ina gharama kubwa sana kuziendeleza nyasi za, lakini pia kuna facilities nyingi zipo pale, au hapa pia tuko nazo. Kwa kweli tunapata changamoto, changamoto ya kwanza inapokuwa na hizi na, na ligi zikiendelea, watu wanaiba vitu. Yaani kwenye kikao hicho tuzungumze uwazi na ukweli, mashabiki hata hezi kurujiwa nani, kwa sababu pia ukakiwa tukuwa na teknolojia ya kota CCTV kamera na vitu vingine, watu wanachukua vitu, watu wanaenda kwenye vyoo, mifereji wanangoa, watu yani zilele, yani mtihani, mtihani, mtihani tunajiambia tuna, tuna, tuna tu kujiendekeza kwamba Afrika Waafrika wa Afrika Waafrika Afrika wa Afrika wa, lakini nataka nikwambieni hivi viwanja tunaweza kuviendeleza kwa maslahi yetu sisi na maslahi ya vizazi vinavyokuja. Lakini kama hiyo haitoshi, mwelekeo uliopo sio tu kwamba viwanja hivi vinanufaisha ligi kuu. Nyinyi nyote mnafahamu kuna akademis ambazo watoto wadogo sana wengineo miaka mitano saba kumi na mbili wanafundishwa wanafundishana huko kwenye magumu. Leo mheshimiwa rais ametujengea kiwanja chenye hadhi chenye viwango ambacho watoto wetu watapata kujifunza zaidi mambo mengi, na hata kwa wastaarabu kuanzia wadogo. Lakini endapo kwamba tutakuwa tunatumia vibaya, itakuwa ni taabu na wao kuweza kupata fursa. Lakini jana nikapata ombi, kuna juvenile una junior, una nini, una janini, sijui kuna junior kuna nini, mnahitaji nini? Sijui mimi sijui, lakini mna daraja zenu nyingi, mnahitaji kutumia. Muda si mrefu tunatarajia kufungua juu Maisara Complex, nataka na tupange rosa pale wote warika zote wakatumie viwanja vile kwa gharama nafuu, lakini tukishindwa hichi tu kimoja kuendesha mjue, tatua ugumu na tutashindwa kutumia kauli gani ya kumshawishi mheshimiwa rais kuweza kuturuhusu kutumia viwanja vya Maisara Complex, lakini pia na matumbavu pale patakapokamilika ukarabati wake wa yale mapungufu ambayo yamejitokeza. Kwa hiyo wito wa leo mkubwa kwa, jamani tumekubali kuvitumia viwanja hivi au tumekubaliwa kuvitumia viwanja hivi basi tuvitunze. Sasa kwenye kuvitunza kuna njia nyingi. Kwanza kila mmoja lazima iza mwenzie, lakini la pili au la kwanza niseme kila mmoja lazima awe mzalendo, aumwe na hili eneo. Yani aseme kwamba kikiharibika kitu yeye yeah, aumizwe bs hasara. Kwa hivyo la kwanza, sisi sote tuliokuwepo hapa na walio kwa wajaji ambao tunawakilisha waumwe, kwa maana wa kwa kwamba kwamba mwende mka, mkaseme, mkapeleke ujumbe kwenye timu zenu, kwa mashabiki zenu kwamba wanakuja hapa, lakini wahakikishe wanakuja kustarehe, na kustarehe ni kuangalia mpira, kustarehe siku mwakiti siku gwa mfereji siku kwenda kuchukua herizi ukang'oa nyasi ukachomeka uka sikustarehe. Hebu tusijiendekeze kuona kwa kwamba labda mpira wa Zanzibar bila ya ushirikina hauwezi, si kweli. Ni mnaweza na mnasifua dunia nzima kwamba Zanzibar mna kipaji, huyo Brazili siku hizi hataji, anataja Zanzibar kwa kuwa mna uwezo. Sasa mimi najiuliza, au ndo wanatumia ushirikina sana ndo maana wanatajwa? Najiuliza tu maswali yao. Kwa hivyo, kimsingi, lazima tuondokane na perception ya kwamba iko siku hapa tutafunua nyasi, tutachomeka hirizi mchezaji anataka kufanya sabu, atatoa herizi yeye, atampa mwenziwe aingie uwanjani. Hayo tuondokane nayo, na jamani, sisi tunaweza, Mwenyezi Mungu tuhiki kipaji cha kushusha kwa watoto wetu, kwa sisi wenyewe eh. Kwa hivyo niseme kwamba lazima tuweke uzalendo mbele wa kupigania dada, lakini la pili ndio lile ninalosema kwamba kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, kwa sababu kuna watu wao wao wameumbwa duniani mkuta watu akwenye michezo michezo ni mwenyewe, mwana michezo, mnajua kuna watu manake ao wameugwa hawana adamu, wao wamekuja duniani mpaka wanaondoka, wao wanakera watu. sasa lazima tuwe walinzi wa wenzetu na niseme tu kwamba kuna sheria kali kidogo tutaziweka. Kwa mfano tumethibitisha kwenye CCTV kamera zetu kuna mtu wa timu A ameharibu kitu, timu yako itajua Hakuna namna. Timu yako itawajibika, italipa, italipa, ikitaka, isitaka, italipa hizo gharama. Lakini jana niwaambia watendaji wangu, kwa nini tufike huko kwenye kumtafuta mtu kwa bakila baada ya mechi sasa tena tukapigwa CCTV kamera, mtizame nani kavunja? Lakini ndio kashavunjwa. Na wakati huo tunasubiri alipe pale hasara ishaidia. Hebu tusikubali kwenda huko. Kwenda kutafuta ushahidi wa nani aliyebomoa hapa, tujitahidi kuprevent pale ndo tutaweza kuvitunza vya vitu. Kwa hiyo kuna sheria kali tutaziweka, kuna sign tutaweka, tutaweka hizo CCTV. Lakini nasisitiza kwamba lazima, lazima sote tuwe walinzi wa hivi vitu. Hii ni mali ambayo imetumia fedha eh, nyingi sana, na mheshimiwa rais anasema aa, wacha watumie taratibu nyingine. Tutaziendeleza huku ukiwa mchezo wa ligi unaendelea kubwa lazima lazima tujibadilishe, yani ule mtazamo ule wa zamani kwamba ya serikali tu chamba tu bidi tu, tuondokane na ule mtazamo hichi. Kitu kila mmoja ni chake. Hichi kitu kinatupa fursa sote na kinanufaisha sote na watoto wetu na ndugu zetu na vizazi vitakavyokuja.